Uh, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida Online TV. Usisahau ku like, ku comment, ku share na ku subscribe channel hili, mradi huo wa wakwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa leo tarehe kumi na tano uh, kwa siku nyingine tena Mwenyezi Mungu amejialia, tunagaiana elimu na elimu hii ya kiumbe ambaye anaitwa Waqsut uh, W A Q S U T ile Q ni kama unaimeza mm? Yaani aghaini kubwa en. Sasa basi uh, ikitokea una uh, unamhitaji kiumbe huyu na unahitaji kukaa ya riadha yake, zipo njia tatu mpaka mbili za namna ya kumhudhurisha kiumbe huyu, lakini njia hizi kidogo ni zina mzunguko uh, ila kama akikukubalia kiumbe huyu ni katika viumbe wakubwa sana sana sana. Sasa episodi yetu ya kwanza tuangalie sifa zake na kazi zake, na katika sizoni yetu ya pili na ufuata tutaangalia jinsi ya kumuita kiumbe wetu. Ili mradi sasa, kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, katika viumbe ambao wanaopenda luxury ni huyu. Katika viumbe ambao wanaopenda uh, kula bata vizuri kabisa ni huyu. Uh, sasa kiumbe huyu bwana ana sifa nyingi kama nilivyoeleza hapo awali, na ni kiumbe ambaye mmiliki mm, wake anapenda sana kumpatia lile analolitaka. Kwa mfano kama vile mali, ukiwa unahitaji mali kwa muda mchache, kwa muda mfupi, basi wewe pendelea tu kummiliki huyu, basi utamiliki kile unachokitaka kwa muda mfupi sana. Lakini pia ana uwezo wa kukupa ubunifu mbalimbali ukiwa naye, yani wewe kwenye masuala ya a, umiliki kwenye masuala ya ubunifu eh, tekniki fulani, basi ukiwa na kiumbe huyu hutojutia kabisa. Kwa mfano wewe ni mfanya biashara na unatamani siku moja biashara yako ikue ikue kubwa mpaka kufikia kuitwa bilionea au kuitwa tajiri, basi ukiwa na huyu kila kitu kinaweza kikakaa sawa. Katika viumbe kuna njia mbili, yani wanaweza wakakunufaisha lakini pia wanaweza wakakufelisha ukiwa umefata matakwa yao, yaani jinsi ambavyo kiumbe anataka basi utanufaika sana, lakini ukifata vile ambavyo kiumbe hataki utafeli sana na utafelisika sana. Kwa hiyo jini huyu ni kiumbe ambaye, kwanza, ni huko smart, ni wa kiume ambaye ni smart, yani ana kila sifa ya kumilikiwa na mtu ambaye mtu mzima ambaye yeye anahisi kwamba mi nimeshamaliza kila kitu. Alafu sasa sharti lake, utacheka sana. Sharti lake ni moja tu ambalo sharti lake, ifikapo saa kumi na mbili jioni na dakika arobaini na tano siku ya alham, siku ya Jumatano, mpaka saa kumi na mbili jioni aa, na dakika arobaini na tano ya siku ya alhamis, huruhusiwi kufanya mapenzi. Yaani huruhusiwi kufanya mapenzi. Basi hilo ndo sharti lake. Sasa unaonaje wewe kijana? Unaonaje wewe mtu mzima ukammiliki huyu wakati? Kuna watu wapo mpaka um, leo hii hawajui nini wafanye. Kwa hiyo kiumbe huyu atakupa lile unalolitaka, atakufanyia yale yote ambayo wewe unayoyataka, lakini pia atakuondoshea au atakuondolea zile hadha za utekanyara, yani kutekwa, kuvamiwa na majambazi, kuibiwa na wezi, kurogwa aidha na wachawi au Uh, masheitwani kuvamiwa na masheitwani mapepo maibilisi, wewe pamoja na familia yako. Kwa hiyo katika viumbe wakubwa huyu ni mkubwa sana, mwadilifu sana, ni mchapakazi sana yaani vile utakavyomweka ndivyo ambavyo yeye atakavyokaa. Ni kiumbe mmoja mkubwa sana, nimefundisha viumbe wengi, lakini leo kiumbe huyu Waqsut ni kiumbe ambaye hatari hatari hatari yani. Wa vijana wa sasa wanakuambia hafai hata kurumagiwa, yaani ni kiumbe mmoja mzuri mno. Sasa kwa mfano unahitaji mafanikio ya haraka na upesi, mtafute huyu Waqsut. Ukiwa naye huyu utakuwa umemaliza kabisa. Ukihitaji kinga, kulindwa, udhibiti na kila kitu, ukiwa na huyu mali yako haitoweza kuchukuliwa hata shilingi mia, na mwizi kibaka, jambazi hauvunjiwi yaani pesa yako ambayo utakaizungushia basi haivunjiwi kabisa. Sharti lake lingine ni ile kumiliki gari la kifahari, yaani ukiwa na huyu unatakiwa umiliki gari ya hadhi, unatakiwa uwe na nyumba ya hadhi, kwa sababu vitu vyote yeye atakupatia unahitajika uishi katika maisha ya lakshar. Si tumeelewana hapo? Ukiwa naye huyu utakuwa umeiweza dunia kabisa. Kwa hiyo ukiwa na pesa utaiandaa akhira yako vizuri kabisa. Hawezi kukuomba kafara ya mtu, hawezi kukuomba kafara ya damu ya mnyama, mdudu wa aina yoyote, na chakula chake ni ubani au udi tu wowote ule, na unaweza ukafukiza pete yako kama ukipata uh, bahati ya kupata pete yake, basi na ukaomba lile unalolitaka basi, bidii ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukapata haraka iwezekanavyo. Wanafunzi wangu, usisahau kwamba huyu kiumbe gharama yake ni milioni ishirini za Kitanzania. Hivyo basi, ukiwa na pesa unaweza ukammiliki huyu, ukiwa huna pesa pia unaweza ukammiliki huyu vyovyote vile ambavyo wewe utakavyotaka, ndivyo ambavyo atakavyokupokea. Subiria somo namba mbili, jinsi gani ya kumuita kiumbe huyu. Kama unataka kukaa riadha, wewe mwenyewe utasubiria episode ya pili ili nikuelekeze sasa jinsi ya kumuita ili ukae liaza. Na ikitokea ukimuita hajaja kiumbe yoyote, walio wengi wanaweza wakakata tamaa. Wameita jini mara ya kwanza wiki ya kwanza hajaja, basi usikate tamaa, andaa tena wiki lingine muite, andaa tena wiki lingine mpaka atakapokuja. Ndo maana tunafunza majini wengi ndani ya viumbe wote tuliofunza, yani haiwezekani ukapishana na upepo hata kiumbe mmoja asikukubali. Bwana, karibu sana, wasiliana na mimi moja kwa moja kwa namba zangu za simu ni jumlisha 2557645489 mwisho kumi. Namba hizi zinapatikana WhatsApp. Namba hizi ndizo za kutuma pesa, namba hizi ndizo za kupokelea simu, namba hizi ndizo za kutuma ujumbe na mimi. Sina namba nyingine yote tofauti na hii. Usiwasiliane na mtu yoyote, sijui Facebook, Instagram sijui wapi, yani akwambie tuma pesa kwenye namba hizi, si hapana, wasiliana na mimi moja kwa moja kwa WhatsApp au nipigie kawaida, na ukiwa una wasiwasi mpigie hata video call, ujue kwamba huyu ndio Babu Bidabida mwenyewe ili ujiridhishe. Karibu sana mwanafunzi wangu, namba hizi ndio sahihi, ndio namba za Babu Bidabida. Hakikisha namba jumlisha mbili tano tano saba sita tano arobaini na tano themanini na tisa mwisho kumi. Napatikana Dar es Salaam, Mbubuza kwa Makibonge. Karibu sana mwanafunzi wangu, nikutakie kila la heri na chao.